Aitwa Sergeant Esther Kinyaga ni afisa habari msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya. Sisi jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya tumeshiriki haya ma... wiki ya vijana kitaifa, maonyesho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanafanyikia hapa jijini Mbeya katika viwanja vya Windini. Sasa sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tumekuja kwa ajili ya kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwa sababu katika maeneo yote yenye maonyesho kunakuwa na mkusanyiko wa watu wengi sana. Kwa sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunatumia fursa hii kutoa elimu kwa jamii kupitia haya maonyesho. Lakini pia sisi jeshi la zimamoto na uokoaji kama mnavyoona, tuna banda letu ambalo banda hili lina vifaa ambavyo tunavitumia katika shughuli zetu za maokozi. Hivyo watu wakitembelea banda letu wanaweza kufahamu au kujua majukumu yetu ya zimamoto, sambamba na matumizi ya hivi vifaa ambavyo tupo navyo ndani ya banda letu. Kitu cha kuambia kwanza, hasa kwa wale wananchi ambao wapo mkoa wa Mbeya ambao wametembelea maeneo haya ya Windini, wasiache kutembelea jeshi, banda la jeshi la zimamoto na uokoaji kwa sababu kwenye hili banda kuna vifaa mbalimbali zikiwemo fire extinguisher zikiwemo fire blanket, zikiwemo alarm, zote ambazo zinaashiria moto kutokea. Wakija katika banda letu wataweza kupata elimu kubwa sana ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Lakini sambamba na hilo pia, wananchi wasiache kutembelea banda hili, kwa sababu watapata elimu ya njia sahihi za utoaji wa taarifa za majanga jeshi la zima moto na uokoaji kupitia namba za lula ambao ni 114. Vitu vinavyosababisha majanga ya moto ni vingi sana, kwanza ikiwemo uzembe, pili ikiwemo hujuma, lakini pia hata bahati mbaya pia inaweza kasababisha uzembe umoto kutokea. Tunapozungumzia uzembe, ni kwamba mtu alikuwa na pasi nguo, bahati mbaya umeme ukakatika, akaiacha pasi mezani, ameondoka. Wakati anarudi umeme unarudi, yeye hayupo, ile pasi inaendelea kupata moto na baadaye kusababisha moto kutokea. Tunapozungumzia hujuma ni ugomvi baina yangu na mtu mwingine, yaani na mtu na mtu. Kwa ule ugomvi, ile chuki inampelekea mtu mmoja kwenda kusababisha, kwenda kumchomea eze nyumba yake au gari yake au kitu chake chochote kile cha thamani. Kwanza sisi jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya, hii dhana ya kusema zimamoto wanachelewa kufika kwenye tukio kuna wakati wanafika na maji kidogo na wakati hawafiki na maji kabisa, au wakipigiwa simu wanachelewa kufika. Sio kweli. Na kwenye tukio kuna watu aina tatu. Kuna yule mtu wa kwanza ambaye anashuhudia moto unatokea na askari wa zima moto wanafika. Sasa ndani ya dakika zile moja mpaka tatu au nne, wakati askari anapambana maji yanakuwa amefanyeje, yameisha, moto haujazima. Yule mtu aliyeshuhudia moto na askari wanafika, atasema wamekuja na maji kidogo. Lakini sisi kwa mkoa wa Mbeya, kitu ambacho tunakifanya, tunatoa elimu kwa jamii kwanza, wautambue mtambo wa kuzimia moto namna gani unavyofanya kazi. Lakini pia tunawapa elimu kuhusiana na huduma za jeshi la zimamoto na uokoaji.